Sikiliza, mimi naongea hapa, ni mchungaji naelewa, kuna vijana wengi wa kirokore wanajichua. Kwa nini? wasije wakaonekana kule. Hiyo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, wanatoa mimba, wanaotumia mipira, mle kwenye mipira wanabebesha mimba. Kwa nini? aonekane amempa msichana mimba? ni mlokole fresh huku kanisani kule nyumbani kuna mimba zimetoka nyingi, mmekasirika. <laughs> Mmekasirika hapo, Bwana asifiwe. Na wengine wako kwenye ndoa wanafanya hivyo, maana ukishaanza ujinga huo unakuwa ni kama mvuta madawa kulevya, kuacha ni gharama, kuacha ni ngumu. Na wengine wakina dada wanajichua wanajiridhisha wenyewe, ni warokole. Ya hayo mahubiri, warokole hawatagagi, maana warokole ni watakatifu, wanataka waende kwa, kwa wapagani. Yesu anazungumza na warokole, azungumzi na wapagani. Anasema walimwacha Mungu wakawakiana tamaa, wakafanya sio pendeza, katika Warumi moja mstari wa ishirini na nane. Amina kanisa la Bwana, amina kanisa la Bwana. Kama unajichua wewe ni mharibifu, kama unajichua wewe ni mtoa mimba, acha kwa damu ya Yesu, hari hai jua yeah. Baadaye mnatusumbua minara imeharibika, me, me, inaharibikaje? Ulianza kuiua mwenyewe, na network haisomi mpaka upande mlimani. Ukisoma kitabu cha Ayubu, anasema mavyara hawaishiwi nguvu, mavyara hawaishiwi nguvu. Kwa nini mwanadamu anaishiwa nguvu? Kuna mahali tumekosea, na hii ndio injili ya kweli kwa watu wanataka kupona kwa jina la Yesu alihai suseme, amina, kwa jina la Yesu alihai. Wacha niwaambie watu wa Mungu, miongoni mwa watu wanaofuatiliwa na Mungu sana kuliko watu wote duniani ni walokole, yaani Mungu Kifanya kadude kadogo, madam ni mwanae, atakufuatilia. Kwa wengine sio shida, ila kwa mlokole ni shida. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tupeane salamu, tupeane mkono na mwanae kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo inogi, pokea gari basi, haleluya. Wapendwa, utakatifu na maisha safi ndio yatakayokupa haya yote nayotabiri yafike kwako, kwa, kwa jina la Yesu alia kwa uharaka sana. Kwa lazima tujitunze, na mimi kama mchungaji lazima niseme wazi wazi, amina, maana na mimi nataka kwenda mbinguni na kuna siku nitaulizwa, maana Biblia inasema aliyepewa vingi ataulizwa kwa sababu ya hayo aliyopewa. Nimepewa washarika, nimepewa kuhubiri, nimepewa maarifa, nimepewa kujua mambo ya Mungu, nitaulizwa. Sasa mwanangu, nami sitaki kwenda finali jehanam, nataka kwenda mpeponi, sio ile pepo ya kunywa pombe. Maana kuna pepo moja ukifika kuna kunywa pombe ha? pepo ya kwetu hakuna pombe Pepo ya kwetu hakuna kuoa wala kuolewa, huko tu ni kula good na Jesus na sifu tu. Alafu Yesu akajigundua, haya majitu nikakubali yaoane, na huko mbinguni ataniletea shida. Hapa hakuna kuoana, hakuna kuoa wala kuzaa. Mwisho oaneni huko duniani, mmalizane huko. Kwa hiyo kama unataka kuolewa changamka hapa hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Unataka kuolewa hapa hapa, unataka kuoa hapa unataka kuzaa hapa, hapa unataka kuendesha gari hapa, huko hakuna magari, hatuendi kuendesha magari kule. Na ndio maana kule kakataa mpaka TANESCO akasema mimi ndio nitakayekuwa taa yenu huko, maana mkiweka shirika la umeme mtaanza kugombana. Nyi Waswahili mimi nawajua, nyi tagombania, nataka kuwa waziri wa, wa nishati. Ondoka. Haleluya!